Anasema ametuneemesha, ametupa kibali, ametupa upendeleo mm. katika huyo mpendo, maanake Kristo Yesu. Sema amen. yeah. Kwa hiyo pointi ya kwanza ambayo tumeiangalia, maanake ni kwamba we are favored, tumependelewa. nadhani dhani tumeshakubaliana hapo, helo, aleluya. Sema nimependelewa. yeah. mm. namba mbili ambao nataka tuelewe kwenye upendeleo sio kwa juhudi zako mgeuke jirani yako ambaye sio kwa juhudi zako haleluya hii haihitaji kanuni haihitaji nini kanuni sio kwa juhudi zako kisoma kitabu cha warumi tisa mstari wa kumi na moja inasema kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake yaitai, aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau ya nimemchukia. Kabla Yakobo na Esau ya wajazaliwa kabla hawajatenda jema wala baya, Mungu alishamchagua nani? Mungu alimchagua nani? Wanasema Mungu amemchagua Yakubwa. Nimechaguliwa. Sema tena nimechaguliwa, ni nataka nikuonyesha kitu ni, ili ukasema sijachaguliwa ili, ili yes, kitabu ukasema ah Yohana, Kitabu cha Yohana, mm, Yohana 15. Yohana 15 16. Hallelujah. Anasema, sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi. Sema nimechaguliwa. Sema tena nimechaguliwa. Haleluya. Umechaguliwa kwa ajili ya upendeleo, kabla haujazaliwa, kabla haujakosea wala kupatia, kabla haujaamua kwamba utampenda Yesu, utampenda alikuchagua. Sema amen. Na tutaliangalia hilo pia kwa kina. Sema nimechaguliwa. Nilizotaka nikuonesha kwenye point ya pili ilikuwa sio ya juhudi sio swala la juhudi haitegemei juhudi yako mmoja kuna kuna hadithi nzuri kwenye Biblia ambayo itaionyesha hii point kwa uzuri sana nisaidie ukimbia na mimi kwa kitabu cha Samueli wa pili mlango wa tisa mstari wa kwanza ya hadithi itakusaidia kuelewa hii point vizuri sana inasema kisha Daudi akasema je amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan Haleluya Alikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba, basi akamwitikia, aende kwa Daudi akamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiye Siba? Naye na akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, yeah, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu, mema ya Mungu. Siba akamwambia mfalme, Yonathan, haleluya, Amen. Jonathan anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Daudi yuko madarakani, Daudi amekuwa mfalme, anakumbuka wema wa Jonathan rafiki yake ambaye alimtendea. Anauliza, je, hakuna mtu yeyote kwenye nyumba ya Sauli nimtendee mema? Huyo mtu kwenye nyumba ya Sauli hakuhitaji kuwa amefuata kanuni yote. Yes, hakuhitaji kuwa na juhudi yote kwa sababu Jonathan alitenda kitu kwenye maisha ya Daudi ambayo Daudi alisema nataka mtu yote kwenye nyumba ya Sauli nimtende nini? Aliyotenda Yesu kwa ajili yako ni makubwa kuliko ya Jonathan. Nasema, aliyotenda Yesu kwa ajili yako ni makubwa kuliko ya Jonathan. Ngoja nikuonyeshe kitu mm. Allah souvenir lasueiashahaya nakimbia mm, mm, mm, na, na, na mstari wa tano, Basi mfalme Daudi akatuma watu aliebo yuko sema anaitwa Lodeba. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamwondoa katika nyumba ya makili. Huyo mtu anaitwa Mefiboshethi mwana wa Mieli katika Lodeba. Basi Mefiboshethi mwana wa Jonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa, mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, ajy yako, usiogope yako, usiogope, usi, anasema, maana bila shaka nitakutendea mema. Haleluya, amen. Maana bila shaka huu mwaka ni mwema kwako, maana bila shaka maisha yako yatawashangaza wengi. Haleluya. Mm. Kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wako, hapa anasema kwa ajili ya Jonathan, lakini ni kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wako. Unasema, kaka mimi nimevunja kanuni zote ulizofundisha, yaani mimi sifai. Sikiliza, hakika Bwana atakutendea mema kwa sababu ya Yesu Kristo Bwana wako, sema amen. Amen. Anasema nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi ni mtumwa wako, ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli akamwambia, mali yote iliyokuwa ya Sauli na nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako, nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nao utamletea mwana wa bwana wako matunda yake, apate chakula ale. Lakini Mefiboshethi, mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Mefiboshethi alikuwa atakula kwenye meza ya Daudi siku zote. Unajua kwamba Mefiboshethi alikuwa ni mlemavu kwenye miguu. Shika unanisikia. Yeah. There are seats when you sit, nobody cares about your scars about your your... Hallelujah. Amen. Na lembo siyo atakula leo, lembo siku zote. zotooaikz ottndik kitabu cha 12 12 principles or 12 steps on how to get to the table of the king Hatua kumi na mbili za namna kukaa kwenye meza ya mfalme. No principles my yes, friend ni favor, pure favor. Nataka uwe conscious kwa ajili ya kibali ambacho Mungu ameweka kwenye maisha yako. Shika unaelewa, kwenye nisikilize, hichi ni kitu sasa mwenyee anajifunza sasa. Sikiliza jifunze kuwa comfortable na upendeleo. Nakwambia jifunze kuwa comfortable na upendeleo, maana Mungu atakupendelea mpaka utajihisi unaiba God is not be so good to you. Shida unanisikia? Yes. Yes. Kwa sababu ya kibali na upendeleo. Ngoja Yes. nikopi. Leo na Mungu anasema lazima uwe, uwe mwe kama watoto wachanga. Ili muweze kuingia kwenye ufahamu. Ili muweze kuenjoy ufahamu. Unajua mtoto mchanga afikiri principles. Yes. Hallelujah. Yes. Amen. Na kumbuka, nimeweka disclaimer pale mwanzo kwamba tunaongelea favor. Discount principles. Si discount, mambo ya kufanya kazi kwa juhudi, limeongelea Paulo. Hello? Lakini like Lakini today, leo tunaongelea nini? Kipendeleo. Kibali. Aleluya. Tunaweza tukawa na juhudi. Wanadamu hawawezi kuwa na juhudi. Lakini sisi tuna kipendeleo, tuna Kibali. Amen. Dear Lord Jesus. Nina mifano mingi; muda ninao mchache. Amen anaitwa Esther. Unajua mjombake? Hello? Mordecai. Unadhani Esther alikuwa yuko mtani anasema, mtakuwa Malkia siku moja, nakiri hivo? Kuna vitu beyond confession. Upendeleo ni zaidi ya ukiri. Mtakuwa Malkia siku moja no, alikuwa ni mtoto ambaye babake hayupo analewa na mjomba yatima mmoja tu. Hello? Unasema lakini alikuwa mzuri. Emi, nenda buza uone kama hakuna wadada wazuri, wako wengi. Nenda sehemu ambazo za uh, kawaida tu, kuna wadada wazuri wengi kila mahali. Kwa hiyo kichompeleka pale sio uzuri. Ngoja nikusome. Okay. Esther mbili kumi na tano inasema hata ilipowadia zamu yake Esther binti Abihaili, mjomba wake Mordekai ambaye alimtwaa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai msimamizi wake mfalme mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Kila alimuona Esther, kibali. Kila alimuona Esther, kibali. Kama unanisikiliza na umeshanisikiliza vyakutosha njo kila limwona kibali. Kibali kosa ni moja asikuone tu, akuone kwenye picha kibali, akuone macho kwa macho, akuone mtandaoni, akuone live. Aone biashara yako, mali kabaya, document zako zikifika mahali wakisema tu jina lako.

Hajui kwamba maisha yake yamejaa maneno ya ya kinywa chake. Hajui kwamba maisha yake ni picha ya ufahamu. Akasema maandiko yanasema: aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo oa wengi. Sikuambiwe si vipi. Lakini ndio mtoto wa ile familia alikuwa na hela kuliko wote huko. Mkubwa. You don't hear what I'm saying. Kibali akina respect. Tutafika huko. Shika unanisikia? Kwa kwa sababu kwenye mimi na kufanya kazi nini? Kwa sababu kwenye akili yake aliona mimi kufanya kazi nini? Nataka kuna kuna wale wale watu ni masaduka, kuna watu ambao ambao ni yule kaka alibaki kati mdogo wao ameenda kuponda mali. Nikwambia usiana na favor. Yule kijana alivyorudi amesha weka wimbo wake kichwani, sababu nikifika nitasema, nitarudi na kusema baba yangu, nisamee shamee, nimekosa mbele zako na mbele za Mungu pia. Anapiga hatua fukayose mpaka, mpaka ni mbezisi inakusema, baba yangu alipofika, baba yake alipomuona, baba yake akumsubiri, baba yake alimkimbilia Wakati sasa anamwona baba yake msamaha vizuri, kabla hajaisema, amfikia ni mabusu anase, mabusu amna. yes. yes. Kwa anatoa order, leta leta vazi zile suti, chukua pete ya mamlaka, shika shika. Mtu wa Mungu, unanisikia? Unaweza kuwa umeishi maisha yako yote mtakatifu na tunakusalute na wewe ni mfano wa kuigwa na kila mtu akawe kama wewe, sema amina, yeah. Lakini kuna kaka yako ambaye alikuwa ni mlevi afai. Siku Bwana amemuita kwenye shamba lake. My God, my God yeah. Relax. Baba yetu ni mwingi wa rehema. Yeah. Ni tajiri wa rehema. Yeah. He can bring somebody ambaye alikuwa filthy, mtu ambaye alikuwa afai and bring him to the kingdom. Sasa angalia wingi wa fadhili zangu. Ai ai ai ai. Sasa mbalishe pe mamlaka mvalishe basi, chinja yule kondomu na chinja yule ngombe Sasa yule kaka alivyorudi jioni, akasikia kuna mziki, akasema kuna nini kinaendelea? Ah, Hallelujah. Amen. Point namba tatu: ulichaguliwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Najua pengine unaweza ukawa umekosea kosea kwenye maisha yako lakini Hello? Hello. Umechelewa. Kwa sababu Mungu akusubiri ukose kose kabla misingi ya ulimwengu alikuita akakuchagua. Efeso moja nne inasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mm? Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sema sina hatia. Sema sina hatia. Sina hatia mbele zake na umesikia, tusema hatukumchagua, alituchagua sisi. Mungu alikuwa naangalia akasema, Brother Eric lazima uh, pana aya maisha haya inatosha. Kwa hiyo akatafuta sumu yake vizuri pale, akanywa ile sumu, akakunywa ile sumu, akakata moto. Sawa, kama ingekuwa ni movie ya Nigeria